Mabibi na mabwana, ni historia ya kuvutia sana, ni historia ya kufurahisha sana, kutokana kwa Gen Z mmoja ambaye ana umri wa miaka ishirini na nne ambaye amekuwa akishughulikia baba yake ambaye ni mgonjwa kwa miaka mingi, na amekuwa akifanya kazi ngumu kwa minajili ya kutafuta pesa ya kumtibu baba yake. E, Gen Z mmoja mwenye umri wa miaka ishirini na nne ameonyesha utu, upendo na uwajibikaji kwa babake ambaye alikuwa mgonjwa kwa miaka mingi. Kaluma amekuwa akifanya kazi za surubu kwa lengo la kumsaidia baba yake kupata matibabu na malezi mazuri. Tikitoka huyu sasa amevunja rekodi ya kuwa kijana shupavu baada ya kuonyesha hadharani masaibu aliyokuwa anapitia kumsaidia baba wake ambaye sehemu ya siri ilikuwa ime, ilikuwa na shida ikabidi wamwekee pipe. Swala hili liligusa wengi wa na kuamua kwenda kwao Udhaya kumchangia pesa za matibabu ya baba wake. Sasa wasamaria wema walimchangia shilingi milioni kumi na tano kwa minajili ya kumtibu baba yake. Ni kijana ambaye ametoa rekodi nzuri ya kumlea babake ambaye amekuwa akipitia changamoto nyingi sana, na amekuwa akifanya kazi ngumu kama za kuchuna chai, kufanya vibarua, kwa minajili tu ya kutafuta pesa ya kumtibu baba yake ambaye amekuwa na shida ama ugonjwa ambao umekuwa ukimsumbua kwa miaka mingi. Kwa hivyo ni mfano wa kuigwa kwa wale wote ambao walifunga safari kwenda udhaya kwenda kusaidia huyu jamaa Kaluma, tunasema ya kwamba Mungu awasidishie mali mlitoa na iweze kuongezeka. Langu jina ni Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV.